Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amejitokeza na kujibu huku akihoji kupitia moja ya kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusu kilichojibiwa na serikali kupitia msemaji wake mkuu kwa CNN. John Heche amezungumza mengi baada ya serikali ya Tanzania kujibu tuhuma zilizotolewa na CNN, na yafuatayo ndiyo aliyoyazungumza huku akihoji baadhi ya maswali, baada ya serikali ya Tanzania kujitokeza na kuijibu CNN kupitia msemaji wake mkuu Mr Gaston Msigwa. Lakini kabla ya kwenda kutazama ni yapi ameyasema John Heche na nini amehoji, hebu tuangazie ama tutazame kwa ufupi majibu ya serikali ya Tanzania kwa CNN. Itakumbukwa Novemba 21 mwaka huu, kituo kikubwa cha habari duniani chenye makao yake nchini Marekani, CNN, kilitoa ripoti yake ya uchunguzi kuhusu kile wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Ndani ya ripoti ya CNN imefafanua na kuonyesha baadhi ya picha ya mjongeo ambazo zimetanabaisha njia zilizotumika katika kuzuia ghasia zilizojitokeza Oktoba 29 na kuishutumu serikali ya Tanzania. Baada ya kuachiwa kwa makala hiyo, upande wa serikali kupitia msemaji wake mkuu na katibu mkuu wizara ya habari, michezo na tamaduni, Gaston Msigwa Leo Novemba 23, amejibu tuhuma hizo wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam na kusema nikinukuu, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kuna wimbi kubwa la vyombo vya habari hususan vyombo vya nje kuchapisha na kutangaza taarifa za upande mmoja, wakati mwingine hufanya upotoshaji wa taarifa zenye mrengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao kisiasa, kidini na kikanda. Serikali na viongozi wa serikali akiwemo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Kuendelea kushabikia matukio yale hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania, na kuongeza kuwa uhakiki uliopo kwenye makala ile kama ambacho chombo hiki kimeendelea kufanya kimefanya makosa ya uweledi katika uandishi wa habari kwa kuchapisha na kutangaza maudhui yao kwa upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN walishindwa kuupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote. Sambamba na hilo ameendelea kusema kitendo kilichofanywa na CNN kimefanywa na vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera na Deutsche Welle. Katika misingi ya uandishi wa habari, huu ni ukiukwaji mkubwa na makusudi mwisho wa kunukuu. Maneno hayo ameyazungumza leo msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Lakini baada ya majibu hayo ya serikali yaliyotolewa na msemaji mkuu naye, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche, muda mchache baada ya tamko la serikali, amejibu huku akihoji baadhi ya maswali kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter akisema hapa napo na nukuu wewe Msigwa, unataka kuikontrol CNN kama unavyokontrol leseni za online TV za Tanzania, au unafikiri hilo ni gazeti unalotaka kulifunga wakati wowote unaotaka? Unafikiri CNN, BBC, Al Jazeera wataacha kufanya kazi yao kwa sababu wewe hupokei simu au haujibu meseji? Na kwa nini leo haujawaalika CNN ili wapate nafasi ya kukuuliza maswali ujibu? Unafikiri CNN wataacha kufanya kazi kwa sababu simu hazipokelewi au meseji hazijibiwi? Mwisho akamaliza kwa kuandika kwamba watanzania wa sasa sio wajinga. Aidha, katibu mkuu katika hotuba yake ameeleza kuhusu idadi ya vifo vilivyotokea kuwa mpaka sasa bado serikali haijapata idadi kamili kutokana na vurugu zilizotokea Oktoba 29. Sawia na hilo ameweza kuwapongeza waandishi wa habari, vyombo vya habari na wahariri kwa uweledi wao na kazi kubwa wanaoifanya ya kutanguliza maslahi ya umma na taifa mbele.